Kwenye ulingo wa siasa ni kwamba kamati kuu ya usimamizi ya chama cha ODM inatarajiwa kufanya kikao mnamo Jumatatu ili kutathmini mustakabali wa chama hicho huku mivutano ikiendelea kufuatia kufariki kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Baada ya kumteua hapo awali seneta wa kaunti ya Siaya Oburu Odinga kuwa kiongozi wa muda wa chama hicho, kamati hiyo pia itaangazia ufanisi wa hoja kumi ilizotia saini na chama cha UDA huku hali ya mivutano ikizidi kuhusiana na mwelekeo wa chama cha ODM baada ya kufariki ya kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, kamati kuu ya kama usimamizi inajiandaa kwa kikao chake cha kwanza chini ya usimamizi wa kaimu kiongozi wa chama hicho Uburu Odinga. Ajenda itahusu mambo matatu makuu: uchaguzi mdogo wa mwezi Novemba, sherehe za kuadhimisha miaka 20 ya chama hicho, pamoja na kurejelea wajibu wa chama cha ODM katika serikali mahuluti. Kamati hiyo pia itaangazia hali ya utekelezwaji wa hoja kumi iliyotia saini na chama cha UDA. Haya yanajiri kufuatia mivutano ndani ya chama hicho. Katibu mkuu Edwin Sifuna anasisitiza kwamba chama cha ODM kitamchagua mwaniaji wa urais, huku mwenyekiti wake Gladys Wanga akikariri kuwa ODM tayari imo ndani ya serikali mahuluti. Kabla ya mkutano huo, baadhi ya viongozi wa ODM wa vuguvugu la Defense of Democracy MDD ameunga mkono oburu odinga kuteuliwa rasmi kuwa kiongozi wa chama hicho so that then they can ratify and adopt the resolutions of the neck of the party and confirm dr oburu oginga as the party leader of the orange democratic movement in an official position and capacity now and not in an acting capacity that we are going to walk the journey together the captain has gone and we have a new captain who is going to take us to canaan

kundi hilo lilitoa rambirambi alipolazwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga huko Kang'o Kajaramogi, na linatoa wito wa baraza kuu la usimamizi kuidhinisha rasmi uongozi wa Oburu. Wakati huo huo tawi la Turkana la chama cha ODM limetangaza kumuunga mkono Oburu kuwa kiongozi rasmi wa chama hicho. John Jacob Kuria, Darubini, Wikendi.